Naam, karibu tena mtazamaji. Shirika la huduma kwa vijana nchini NYS limeanzisha mchakato wa kutoa mafunzo ya uokoaji wa mikate kama moja wa mtaala wa elimu ya kiufundi kwa vijana wanaojiunga na shirika hilo kote nchini. Kulingana na katibu wa idara ya utumishi wa umma, Jane Imbunya Hatua hii imefanyika kwa lengo la kupunguza gharama ya matumizi ya fedha, wakati NYS inalenga kuwasajili makurutu zaidi. Katibu huyo amesema mbinu hii itawaandaa makurutu kuendesha biashara zao baada ya kufuzu. Amezungumza haya kwenye uzinduzi, uzinduzi wa meko ya kuoka mikate kule Gilgil, kaunti ya Nakuru.

When vision meets action. Na mtazamaji, kumbuka kwamba hivi karibuni kumekuwa na kitandawili cha maswala